Akizungumza wakati wa kufungua rasmi kituo cha kutibu ugonjwa wa figo katika hospitali ya Kimisheni ya Lugulu, daktari Silvia Kiptoch anasema kando na chakula, dawa na uzee pia huchangia kufeli kwa figo. Uh, tumesema like, uh, most of these lifestyle conditions zinasababisha ugonjwa wa figo na lifestyle conditions, kuzuia ni kuangalia sana sana mambo vile tunaishi, maneno ya diet, tuangalie maneno ya ei vyakula ambavyo tunakula sana sana, hiyo ndio itatusaidia tuweze kuzuia magonjwa ya figo. Ugonjwa wa figo unasababishwa na nasema many factors, one of them ni age. Wakati mtu ame amekuwa kwa umri sana, unapata watu kama hao wako na shida kama ya sukari, shida ya ugonjwa wa damu ambayo tunasema ni hypertension most of them zina complicate zinaleta ugonjwa wa figo . Kuna madawa pia ambazo zinasababisha ugonjwa wa figo, madawa kama hizi za kutibu maradhi ya HIV and AIDS. Susan Asiko ambaye ni afisa anayesimamia kituo cha kutibu ugonjwa wa figo cha hospitali ya Lugulu anasema wagonjwa walio na matatizo ya figo wanahitaji matibabu ya haraka, lakini wengi wao hukumbwa na changamoto za fedha, akisema huduma ya SHA Hailipi matibabu yote. Matamshi yanayotiliwa mkazo na msimamizi wa hospitali hiyo Samuel Mkhwana. Mtu akija solonga sako na kadi ya SHA na iko paid imelipiwa up to date, up to date. SHA ya dialysis zinasimamiwa e, under SHA, anafanyiwa hizo 8 sessions kwa kwa m, kwa mwezi. Bado tunaendelea kufuatilia kama pia anaweza pata the third session under SHA, sababu bado tujapata hiyo way forward So, pia kuna wagonjwa ambao wanahitaji hiyo third session kwa wiki kwa, kwa, kwa wiki. Tukipata pia hiyo kutoka kwa SHA itakuwa imetusaidia sana kwa wagonjwa wetu. Leo hii imekuwa siku ya kuweka wakfu uh, idara hii ya uh, matibabu ya figo. Ndio maana unaona tumejumuika hapa kama wanafamilia ya Lugulu kuhakikisha kuambia dunia kwamba dialysis services zinafanywa hapa Lugulu, watu wasiende mbali. Na pia najulisha kwamba uh, watu wasikuwe na wasiwasi kwa maana Matibabu ya figo hapa Lugulu yanashughulikiwa na SHA. So, Mkenya yote ambaye amerejista kwa SHA anaweza tibiwa hapa. Kanisa la marafiki linalosimamia hospitali ya Kimisheni ya Lugulu likiongozwa na Timothy Wanyonyi na Jack Tumwa limetaka serikali kuhakikisha malipo ya SHA yanalipwa kwa haraka ili kupunguza gharama ya matibabu ya figo. Sisi huwa hatu operate hatufanyi kwa hali ya kupata faida nyingi, bali sisi tuna charge tu karama za jini ili tusaidie wagonjwa ambao wanakuja hapa sasa. Kwa wakati ambapo sisi tunatumia hizo pesa, tunatoa kwa sehemu zingine, na ikiwa hizo pesa hazikuji mapema, inaleta shida, kwa maana sasa inapunguza uwezo wake wetu kuhudumia wagonjwa wengine. Hiyo ikija hapa itatuinua, tutamaliza fyata na hata kuinua wafanyikazi wetu. Ujue tuko na arrears kwa mishahara.

But uh, with time and uh, with this function today, I believe many people who go far, like Eldoret, Bungoma, and I know Bungoma, even those who go, end up uh, queuing. This one here we have an open facility Eventually it's going to host 12, uh, dialysis beds and that's going to be the biggest we have in the county